Hivi nikuulize, Monica umekutwa na kitu gani? Mama Monica, mama weza kunashanga, umebadilika moyo mpaka tabia yako. Mwanzo ukuwa hivyo, au marafiki zako ndo wanakubadilisha akili zako, badilisha moyo wako mapenzi ya yako hivyo kute sana, mama. Mapenzi kupendana kulizia na mimi nawe, kama mimi nichoka, niambie kweli, Monica, sio unani babaisha? Ile zawadi ya jana kitenge pamoja na shuka nilivyokupa mwenzangu na shanga ukavitupa Monica? Ah, ah. oh.